Anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Njoki Shege. Karibu, tunaanza taarifa zetu na mkasa ulioshtua kijiji kizima eneo la Ugunja kaunti ya Siaya ambapo familia ya watu tisa iliteketezwa moto na kufariki. Familia hawa akiwemo baba, mama na wanawe saba waliteketezwa hadi kufa, kwa kile kimetajwa kuwa mzozo wa ardhi eneo hilo la Upanda. Na kama anavyotuarifu Mary Mwoki, polisi wanamzuilia mwanamke mmoja ambaye ni mshukiwa mkuu kwenye mzozo huo wa ardhi. Swala la usiku wa manane lilikatizwa na miale ya moto kwenye kijiji hiki cha Upanda, kaunti ya Siaya, miale iliyoashiria mauti ya familia nzima ya watu tisa: Ouma Opondo, mkewe Wilchester Anyango na wanawao saba wote wakiangamia. Sufuria zilizochomeka na vyuma vya kitanda ambacho baadhi ya watoto waliofariki walikuwa wamelalia vimebadili sura, ni baadhi ya vyombo vya nyumba vilivyobaki kwenye vifusi vya ilikuwa nyumba yao. Nilikuwa nimeamshwa na harufu ya uh, petroli, kini kufika nilipata moto bado hii kukuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Wa walikuwa wameweka wamewasha moto uh, kwa mlango na wakaongeza kifuli kwa mlango Hawangeweza kutoa kifuli. Sasa moto iliwazidi, ili na wote wakakufa moja baada ya mingine, watoto wakilia na jina yangu, kwa sababu mimi ndio wanakuanga karibu nao. Kitu ambacho imetendeka siku ya leo hapa Sigomre tujawahi iona, na kwa hakika tuko na huzuni sana mpaka hata tuwezi kuongea maneno mingi <tinyo> Familia na jamaa ambao bado wameduazwa na tukio wanasema familia ya marehemu ilikuwa na mzozo wa muda mrefu kuhusu kipande cha ardhi na familia ya mwanamke anayeshukiwa kuhusika na moto huo. Ilikuwa imefika wakati walikuwa wakwenda polisi. Baada ya kutoka kotini, walikuwa wameamriwa kuwa wahamishe kutoka hapa hivi, na na hofia kuwa ni hili jambo ndimefanya hili lote litendeke. Nyumba ya mwanamke anayeshukiwa kuhusika na shambulio hilo ilichomwa na wanakijiji wenye hasira. Ukweli ni kwamba kibui imepatikana hapo na kibui ya petroli, na hiyo ni thibitisho kubwa kabisa, hiyo ni exhibit kabisa. Situation vile nimeona hapa, situation is tense. anything can happen right now as we speak. Naweza sema kwamba serikali ikuje haraka iwezekanavyo. Polisi wamewahoji watu kadhaa na kumkamata mwanamke mshukiwa Mary Mwoki. Runinga ya Citizen, Mwanzili.